Bismillah, ala barakatillah, ni kwamba uh, ni, ni, ni jambo ambalo naweza nikasema ni faridu min nawihi, ni jambo ambalo ni spisho ambalo sikutegemea kuwa litakuja kwa huyu mfumo au kwa hii picha, na hii ni dalili ya kuwa ni eh, jambo limetoka katika nafsi ambazo zina ikhlas na Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo na kinu bishukri walimtinan, tunatoa shukrani na kukiri kwa moyo mmoja kwa wale ambao wamelisimamia na kuliandaa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awalipe mema mazuri hapa duniani na siku ya mwisho <tipa> kuitumikia dini. Al Huda, mwongozo wa jamii.